Bwana Yesu asifiwe. Wa kwa majina anaitwa Wile, ni mkazi wa Mbezi. Napenda kumshukuru Mungu kwa makubwa mengi aliyonitendea nili-, kuna mambo mengi kanitendea katika kanisa hili, lakini nilikuwa sina ujasiri wa kuja na kusimama mbele na kumshuhudia Mungu, lakini kwa hili nimeona bora nije nimshuhudie Mungu. Tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa nne nilikuwa kazini, nimeondoka nyumbani salama nimefanya kazi j, n, ni usiku narudi nyumbani, sijakuta familia yangu mke pamoja na watoto wawili, mtoto mmoja na miezi mitatu, mmoja na miaka minne. Sikujua wapi wameenda, nikajaribu kuwapigia wazazi wake, hajaenda rafiki zake, hajaenda usiku ule sijalala, nimehangaika sana kuwatafuta, lakini sikujua wapi wameelekea. Ilivyokucha asubuhi, nikaenda hadi polisi tafuta, lakini huh... sikufanikiwa Inibidi nitulie nikakaa kama siku mbili hivi, huku tukiwasiliana na wazazi wake kujua wapi walipo, hatujafanikiwa. Lakini kuna Alhamisi moja nikaja nikasema bora niende kanisani na wakati nakoendaga, na nikaja nilipofika hapa nikawa nimekaa katikati pale, baba akaniinua akasema unawezaje kumruhusu mkeo aondoke? Nikamwambia sijamruhusu, ila nirudi, sikumkuta kan, kan, akanipitisha mbele akasema usijali atarudi, nikaombea, nikarudi nyumbani. Ika- ikawa Jumanne ya juzi, nikaja nikamwambia baba, familia yangu bado haijarudi, akanambia wanarudi. Ile Jumatano asubuhi akaja rafiki yake kwa mke wangu akanambia, baba Maila, nenda kawaokoe familia yako, inakufa ipo Mbagala Mpande, ndani ndani huko. Kumpigia mke wangu simu anapiga ana, ana, ana, napokea, analia tu, anaambia nene nikawakoe. Ndio nikapata, nikapanda bajaji, bodaboda mpaka Mbande, nikawakuta kule. Namshukuru Mungu, leo nimekuja nao, wapo paa katikati. Eh, waje tu tuwaone. <coughs> So hiyo ndiyo familia yako, ndio niliyokuuliza miruso kaondoka? Ndio na Mungu ametoa kibali, amekutana na familia yako tena. Ndio, sikutegemea kama anaweza akarudi, kwa sababu mke wangu alishaikuongea na mamake kabisa, akamwambia ume, um, kwa nini umeondoka kwa mmeo? Hajui, anakwambia mi nimeamua tu, sababu hajui nini sababu leo kufanya aondoke? Hajui, mmegombana? Hapana, nimeamua tu. Babake kaongea naye akamwambia, kwa hiyo huyo ndio ulioenda naye kuishi naye ndo mzazi wako? akamwambia huyo ndo mzazi wangu. Kamjibu babake kwa dharau kabisa, yeye mwenyewe hajui kwa nini anamjibu haya mambo yote s so, binti yangu... Babake akasema kwamba kwanza, leo baba wako na mama wako ndio huko huko ulikoenda, usinijue. Wazazi wake wote wakakata mawasiliano, zaidi walichokuwa wanataka warudishiwe tu wajuku wake. Mungu apigia Yesu makofi mazuri kwa kurejesha familia hii kwa upendo kabisa.